Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja tena leo katika kipindi kizuri, nataka tujifunze maneno ya Mungu, baadhi ya maneno ambayo tunayatumia kila siku. Kuna wengine hatujui maana zake. Leo nimekuja kutoa maana za hayo maneno. Mfano, leo tutaanza na neno neema. Kuna wengine wanatumia neno neema, lakini hawajui neema ni nini. Neema maana yake kustahilishwa hata kama hujakidhi vigezo, maana ya kwanza. Maana ya pili, kupata kitu bila kufanyia kazi. Maana ya tatu ya neema ni upendeleo. Mfano wa mtu ambao amepata neema katika Biblia tunamuona Mariamu alivyobeba ule ujauzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu, ile ni neema. Kwenye Biblia tunaona wanawake wengi sana, lakini hawa wanawake sio wote ambao waliweza kupata hiyo neema ya kupata, ya kuweza kubeba tumboni mwao ujauzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mm, tunaweza pia kutumia Waefeso mbili mstari wa nane mimi na wewe mpendo, tumeokolewa kwa njia ya neema. Ukipata muda mzuri unaweza ukaenda ukasoma pia Tito mbili mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na mbili unazungumzia sana mambo kuhusu neema. Tunakwenda neno lingine, muujiza. Muujiza ni kutendewa kitu kisicho cha kawaida. Tunaona Lazaro alivofufuliwa siku ile, ule ni muujiza. Kitu kingine Ibrahimu alivyopata mtoto kwa Sara, Sara wakati alikuwa mbibi kabisa, ile ni muujiza pia. Bahari ya Shamu ilivyogawanyika kipindi kile cha wana wa Israeli, ule pia nao ni muujiza. Yesu alivyowalisha watu elfu tano chakula, ule nao ni muujiza. Tunaweza tukasoma kutoka kumi na nne mstari wa ishirini na moja. Mathayo kumi na nne kumi na tatu hadi mstari wa ishirini na moja, pia Yohana kumi na moja mstari wa kwanza hadi wa ishirini na tano. Utapata habari zote zinazohusu muujiza. Utakuja tena Yesu alivyotembea juu ya maji, ule nao ni muujiza jamani. Nina kasome Mathayo kumi na nne ishirini na mbili mpaka mstari wa ishirini na tatu. Tunakuja neno baraka. Watu tunatumia sana baraka, baraka, baraka, baraka. Lakini kuna wengine wajui baraka ni nini. Baraka ni mafanikio yanayotokana na mkono wa Mungu, au pia mwingine anaweza akasema kuongezeka au ongezeko. Nani kwenye Biblia tunaweza kumwona alibarikiwa? Ayubu, Ibrahim, wako wengi sana, lakini leo nimependa tuwatumie hao. Karibu sana, usikilize video hii nzuri, utapata kujifunza vitu vingi. Mungu wa mbinguni akubariki sana.